Mkuu wa mkoa wa Iringa amewahamasisha wadau na wananchi kutumia bima ya afya. Watu 15 wafariki dunia kwenye ajali ya ndege mashariki mwa Colombia. Na katika michezo na burudani, ligi ya fabiki yaendelea kutimwa vumbi kwa hatua ya nusu fainali. Ni matumaini yangu, hujambo mtazamaji wa UoI Digital kitoa popote pale na kutufuatilia, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Nelton Jafet. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Khairi James amefanya kikao na viongozi wa dau na wananchi mbalimbali na kuhamasisha juu ya matumizi ya bima ya afya kutokana na mpango wa kitaifa wa kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma bora kwa wakati na gharama nafuu. Mwanahabari wetu Michael Mapoli ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati wa mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika katika ukumbi wa mkuu wa mkoa wa Iringa, ambapo amesisitiza wadau na wananchi kutekeleza mpango wa taifa na upatikanaji wa bima ya afya na wananchi kupata huduma bora na kwa gharama nafuu, akitoa wito kwa watu wa sekta ya afya kutoa huduma kwa weledi, huruma na haki bila ubaguzi katika vituo vyote vya afya. Mimi nimekaa hapa na waheshimiwa wakuu wa wilaya ni mashahidi tunao watu wengi sana, anakuja mjini hapa, anaumwa, hana msaada wowote. Madasi hawa ndio wanatoa hela mfukoni wanampa. DC anatoa hela mfukoni anampa, mbunge anatoa hela mfukoni anampa, kwa sababu ya hali ya kiuchumi. Njia nyepesi ya kuondoa changamoto kama za hivi ni kuhakikisha kila mmoja ana uhakika wa hiyo afya. Tumsaidie mtu nauli, lakini awe na uhakika nitatibiwa, dawa nitapewa, nitalazwa, nitarudi nyumbani nikiwa na afya njema. Hili lazima tukalifanye, ndugu zangu. Kwa hiyo niwaombe kama ambavyo tumekuwa tukienda kuhamasisha shughuli za maendeleo, twende tukahamasishe umuhimu wa bima ya afya kwa wote, na tumjengee uwezo kila mwananchi awe na uelewa wa kutosha, ili kwa uelewa huo akajitimizie wajibu wa kulipia, kujisajili na hatimaye aweze kupata uhakika wa huduma za afya mwanzo mpaka mwisho. Aidha, katika mkutano huo mkuu wa mkoa amewaasa viongozi wa halmashauri zote kufanya maadhimisho ya lishe bora kwenye vijiji na vitongoji vyote, ili wananchi waendelee kujengewa uwezo wa uelewa juu ya umuhimu wa lishe na mapambano dhidi ya udumavu katika maeneo yao. Maadhimisho ya saliki yanafanyika katika vijiji vyetu na vitongoji vyetu ili wananchi wapate fursa ya kuendelea kujengiwa uwezo na uelewa wa kutosha juu ya umuhimu wa lishe na mapambano dhidi ya udumavu katika maeneo yao. Maadhimisho haya yanawapa nafasi kufahamu wananchi ni vyakula gani watumie, namna gani waviandaye, na tija ya hivyo vyakula katika maisha yao. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, mimi ni Michael Mapole wa UoI Digital. Rais wa serikali ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa ametenga kiasi cha shilingi milioni tano kwa ajili ya kuanzisha mfuko wa kuwasaidia wanafunzi wenye wa changamoto ya ada Jenot Naftari anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo wakati akifanya mahojiano na UoI digital ofisini kwake kuwa wameanzisha mfuko wa kuwasaidia wanafunzi ambao wana changamoto ya ada, na mchakato huo umewekwa kwa utaratibu maalum kwa kuandika barua kwenda kwa ofisi ya raisi. Tumeanzisha programu ya kuwasaidia wanafunzi wenye changamoto ya ada, ambayo kwa jina jingine tunaweza tukaita UoI scholarship, ambapo hapo nyuma ilikuwa inaitwa charity ambapo mimi ndo nilikuwa mwenyekiti kabla sijawa rais wa serikali ya wa wanafunzi, ambapo nilipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Charity Club uh, mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ambapo baada ya hapo nilikuwa nipo diploma, baada ya hapo nikaingia bachelor mwaka wa kwanza, pia nikawa mwenyekiti, ambapo niliweza kusaidia kusimamia uratibu wa kusaidia wanafunzi wenye wa changamoto za ada, changamoto za chakula, changamoto zenye za, za mavazi. Lakini nilipopata nafasi ya kuwa rais wa serikali ya wanafunzi nikaamua basi kuhakikisha kwamba jambo hili tulisimamie vilivyo kama serikali ya wanafunzi, ili kuhakikisha kwamba yale matamanio niliyokuwa nayo wakati mwenyekiti wa club basi tunaenda kuyatimiza kwa ukubwa zaidi. Na mpaka sasa tumetafuta baadhi ya wadau, lakini sisi wenyewe kama serikali ya wanafunzi tumehakikisha kwamba tunatoa kiasi cha shilingi milioni kumi kwa semesta ya kwanza milioni tano na semesta ya pili milioni tano kwa ajili ya kuhakikisha tu tunasaidia wanafunzi wenye changamoto ya ada pamoja na chakula. Mchakato wenyewe tumeweka kwa utaratibu ufuatao: mwanafunzi atatakiwa kuandika barua kuja ofisi ya rais, barua zitapokelewa na zinaendelea kupokewa hapo nje na mawaziri na kamati ambayo iliteuliwa kwa ajili ya kuratibu hilo jambo. Baada ya hapo mwanafunzi huyo ataitwa aliandika barua kwa ajili ya kufanyiwa interview na kumwona physically kwamba mwanafunzi huyu nakumoji maswali kadhaa kwamba mwanafunzi huyu ni kweli ana uhitaji, na tukishagundua kweli ana uhitaji baada ya vigezo vyetu na vipimo vyetu tulivyoviweka, basi mwisho wa siku mwanafunzi huyu tutamwomba control namba za malipo kwa ajili ya kumsaidia kulipa ada. Kwa upande wao wanafunzi, ambao ndio wananufaika na mpango huo, wamesema wamefurahishwa na tamko la Rais wa serikali ya wanafunzi chuoni hapo na litawasaidia wale wote wanaotoka kwenye mazingira magumu wale ambao kabisa wanatoka kwenye mazingira ambayo ni magumu kama yatima na ambao wazazi wao hawana uwezo, ningeshauri au ningetoa oni kwamba wasaidiwe, kwa sababu wana malengo na ndoto za kufika mbali. Sasa kutokana na kukoma kwa ada, wanaweza malengo yao yakaishia njiani, lakini kwa sapoti ya chuo wanaweza wakasaidiwa wakafikia ndoto zao. Upande wangu kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa nimeupokea kwa furaha na shauku kubwa, kwa sababu ameonyesha namna gani kiongozi inabidi uwe, ameamua kutoa hicho kiwango ambacho cha wanafunzi wameshindwa kulipa, ili aweze kuwasapoti watu ambao anawasimamia. Mimi naweza kusema kwamba rais wa chuo amefanya kitu kizuri ambacho tumekipokea kwa mikono miwili. Moja kwa moja ni golden chance, kwa sababu watu wengi wamekutana na matatizo kwamba wanashindwa kuingia kwa sababu kamisha ada. Hivyo mimi kwangu nilipoipokea ni kama golden chance, ni jambo jema sana ambayo Mheshimiwa Rais amelifanya na ametusaidia wengi sana, kwa sababu sio kila mmoja ana uwezo kukamilisha ada complete. Serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa kiongozwa na Rais Joseph Zero imeendelea kwa msaada kwa wanafunzi ambao wameshindwa kutoa ada kwa mula huu wa masomo. Nikiripoti kutoka katika ofisi ya Rais, mimi ni Jenock Naftali wa UOI Digital. Taarifa yake Jonek, inatukanishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Grace Matiku kwa habari za kimataifa. Watu takribani 15 wafariki dunia kufuatia ajali ya ndege iliyotokea Januari 29, Colombia karibu na mpaka wa Venezuela. Ndege hiyo yenye usajili wa NSE 8849 ilianguka iliyoanguka dakika chache kabla ya kutua, baada ya mawasiliano kupotea na kuua abiria wote kumi na tano waliothibitishwa kufariki baada ya ajali hiyo kutokea. Orodha rasmi ya abiria inajumuisha mbunge Diogenes Amaya, lakini pia na Carlos Salcedo mgombea katika uchaguzi ujao wa mbunge nchini humo. Mawasiliano ya ndege hiyo yalikatika dakika kumi na moja kabla ya muda uliopangwa wa kutua katika mji wa Okana karibu na mpaka wa Venezuela saa sita mchana siku hiyo ya Alhamis kwa mujibu wa shirika la ndege, safari NSE 8849 iliondoka katika mji wa Kukuta, takriban kilomita mia moja kaskazini mashariki mwa mji wa Okana, ikiwa imebeba abiria 13 na wahudumu wawili. Operesheni ya utafutaji miili imeanzishwa katika eneo la milima, na namba ya simu ya dharura imewekwa kwa ajili ya ndugu waliokuwemo ndani ya ndege na taarifa ya kuthibitisha kifo cha Diogenes Amaya imechapishwa kupitia ukurasa wake wa Facebook ikimwelezea kama mtu ambaye katika ya maisha yake yote aliwahudumia wale wote waliokuwa na uhitaji mkubwa zaidi. Diogenes alikuwa akishikilia kiti kimoja kati ya viti kumi na sita katika bunge la Colombia vilivyotenga kuwakilisha waathirika wa mgogoro kati ya jeshi la waasi wa wa kimaandiko ya Max lakini pia vikosi vya mapinduzi vya silaha vya Colombia na serikali ya Colombia. Asante sana Grace, kwa kutupitisha kimataifa mtazamaji. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani zinazosomwa kwako na Ngasa Ndundi. mashindano ya ligi ya Fabek yaendelea kutumua vumbi kwa hatua ya nusu fainali ambapo Degree mwaka wa pili wamefanikiwa kuingia fainali kwa kupata pointi tatu baada ya kutoa sare ya bila kufungana na diploma ya pili. Akizungumza baada ya mechi hiyo, kocha wa timu ya Degree mwaka wa pili ametoa maoni yake juu ya mwenendo wa mchezo huo. Tulikuwa na mchezo mzuri, tumepata ushindani mkubwa sana kutoka kwa wapinzani wetu, lakini tunashukuru Mungu tumefanya vizuri licha ya miundo mbinu kama mlivyoona mvua iliyoonyesha leo mm. imesababisha angalau kimbinu hatujao vizuri sana kwa sababu ya athari ya uwanja ule. Nao nahoza wa timu zote wamesema walijipanga kupata ushindi, lakini kutokana na ubovu wa timu na hali ya hewa kumefanya kupoteza mchezo huo. Ndio kwa timu yetu imeathiri kulingana na miundombinu ambayo tunaitumia mm. vifaa vya michezo kama viatu vinavyotusumbua katika mm. Game ya leo louana mm -hmm. Kipindi cha kwanza kati uwanja bado kuna mm -hmm. maji mm -hmm. teseka sana kucheza mpira, lakini kipindi cha pili afadhali maji ameondoka, maji ame mm -hmm. mpira umechezeka kwa faida yangu. Matokeo ya sare hayana faida kubwa, japokuwa ndo game yetu ya kwanza. Tumepata point moja, bado tuna mchezo mmoja mkononi, tunatakiwa tushinde tuweze qualify kwa point nne. Na huu ndio mwisho wa mchezo kati ya mwaka wa pili diploma ya Fabek na mwaka wa pili degree ya Fabek na wametoka bila bila. Na hapa nikiripoti kutoka viwanja vya Kigozile, mimi ni mwanasporti wako Ngasa Mwenge kutoka UoI Digital. Shukrani sana Ngasa kwa kutupitisha viwanjani. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Karim Yasini ni kusi endelea kusalia nasi uhaligani, mpenzi mtazamaji wa Digital, karibu kwenye kipengee cha kupendwa na adhimu cha msamiati wa Kiswahili na leo tumekuandalia neno wagivu. Ni kusikia msamiati hii wa neno wagivu, pena tukatizame baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wajaribu kutuelezea wao wanaelewa nini juu eh, ya msamiati huu wagivu. Kuna msamiati unaitwa wagivu mm. Wewe ushawai kusikia aina hiyo ya msamiati? Ndiyo, lakini sio sana, ila nasikia watu wanaongea. Okay, unaelewa nini sasa kusikia ma, aina hiyo ya msamiati? Ni aina ya msamiati ambao unamwelezea mtu yani, jinsi alivyo au jinsi ambavyo anavaa na muonekano wake. Karim akivaa wangivu anapendeza . Hmm. Yaani Karimu, akivaa wangivu anapendeza. Sasa hilo neno wangivu wameelewa nini kulingana na hiyo sentence? Ni neno gani? Neno gani kutokana na sentence? hmm. Naweza kusema labda akivaa, akivaa, akivaa. Okay. Anapendeza. Lada. Tunataka kuwatizama baadhi ya wanafunzi kiku, chiringa, wa chuo kikuu cha Iringa wakijaribu kutuelezea wao wanaola nini eh, juu ya msamiati wa neno wagivu baadhi yao wameweza kuelewa na kutuambia wao wanaelewa nini juu ya msamiati huu waneno wagivu, na maana halisi ya msamiati eh, ni ni ile hali ya mtu kuvaa nguo na kupendeza. Yaani, huyo, sentensi, mba, huaga, wagivu, na kupendeza yaani mtu tunamuita basi huyo ni nakupendezatuakivaa kwamba Elson huaga anakuaga kwamba huaga akivaa nguo. jina ni Karim Yasini, UoI Digital. Asante sana Karim, kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati mrua kabisa, na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati wagivu. Nami na kuacha na sentensi semayo Juma huwa ana wagivu sana kipindi cha mtihani. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Nelson Jafet, asante na kwa heri.